Right. There's something that happened eh? mm -hmm. Wakati ambapo gavana Kawira Mwangaza ndio ambaye nilikuwa ni gavana wa county ya Meru Meru Mahakama former former Yeah, Mwangaza Mwangaza wa Kawira Kawira Mwangaza. Mwangaza. Hey. Mahakama ikasema ya kwamba you know what? Ndio. Uh, tunaenda na decision Ndio. ya kwamba you are no longer the governor. Okay. He -he. So wakaapisha the new governor mm. So, tunasemaga kwamba wakati ambapo governor amekuwa am, ame impeached uh -huh. na ikapitika mm. unajua ni nani anachukua nafasi? Depu, deputy governor. Mm. So, the deputy governor wakati alikuwa anaapishwa mm -hmm. apparently, unajua kuna kuaga na ile sherehe mm. na katika ile sherehe pia kuna kuaga na maombi yes. na katika yale maombi something very strange happened. Mm -hmm na deputy governor governor ndo Mutuma, Mutuma? Yes. Yes. akaambiwa kwamba tunakuombea, sijui tutakuwekea mkono, akasema no I, I, saw it by the way yeah. Mimi, mm. Yani, mi, ilikuwa, yeah. ili ilikuwa ni kwa ofisi sasa. Ile wakati pastor anaelekea yule ambaye anaomba, sijui ni pastor ama ni nani, ile anamwekea mkono kumbariki jamaa kinga. Kinga kabisa sema we we don't don't don't do that here. <laughs> <laughs> don't do we that. Don't do that eh. Kubarikiwatu akakinga Yeah. yeah. yeah. yeah. Usiekelee mtu mkono kwa kichwa. Eh, Let me thinking my brothers by the way eh. Kuna, kuna baadhi ya vitu ambavyo well, you, you watu yeah. mm. wana eh, ah, yeah. mm. tulikuwa tunaongea December hapa ndugu yangu eh. you likwambia tukienda nyumbani ndugu zangu, tukienda nyumbani, unamtumia kwa simu, unamtumia kwa simu, unamwambia uh, kwa simu. hmm. tuk... nenda kwa duka fulani nitalipa hapo. Kwa nini sasa ndugu yangu, na umemsaidia jamani Kwetu anaita kutorerwa, kutorerwa, kutorerwa. Unaona ile pesa juu ameshika na kutoka na riski kutoka kwako ku. mm. anaweza kuifanyia mambo e. Ikuwe pesa zako, hata uelezi naendaje ama upati. yeah. riski zako anaweza kaitumia ile kukufunga yani e. Yeye kwao e. Haendagi mchana e. Anaingiaga usiku kila siku. siku yes yeah. Haendagi mchana. I know a friend of mine <laughs> kwao, gari eh, yake eh, inalala town kwa petrol station, achukue boda aende kwao. Yeah. mimi mwenyewe binafsi eh. Eh. Mimi mwenyewe nikienda home nikiendahome eh, wazee eh. I don't don't. don't shake shake hands. hands. we We kwa mkono Ni habari habari nini? Hey. Kwanza sasa ile COVID ilinipatia kambe sababu. hey. Paka leo, paka kesho ni vipi? <laughs> Vipi? yeah. kono tu ya Eh, viisiwei kugotea utasema sina heshima kupigia tu hivi mkono Ndiyo. We don't shake hands. Eh, yeah. e, anachukua nyota yako. na mambo. mambo Ah ya nyota. ni ukweli, jamani. Ni Imagine it It happens. happens. hivi hivi. mkono ah.

<laughs> hey, hey, kijana wee hiyo <laughs> ni marufuku kabisa you Ndiyo. know, I thought mara ya kwanza I thought it was a coastal thing ama labda Akamba thing hey. until hey. I attended until I attended a Luo burial yes. na nikaona hizo yeah. vitu zinapaka walikuwa wanasisitiza pale mm. usijaribu kupiga picha papa

Afrika una mambo. Hebu jamani mm, e kwetu sasa mchanga umetembea ni ukweli bana. Hata kama ni maombi wewe omba tu lakini mambo yakwekewa mkono kwa kichwa, wanachukua mm. Ah, nyota yako bana <laughs> um, wewe? <ipu> <laughs> Hiyo bana, hey, iko, iko, iko. <laughs> Nasema ya kwamba unaweza kupoteza nyota. Kizangila. Kabla isimame wewe ka ndani. Yes sir. Amesema? Anasema yuko ndani. Oh. Bwana Kevin. Yes. Tuambie mwana, what do you think of this bana? Ah, hapo mtu aombe one meter. Eh? One meter. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>

huyu ni the crying MCA uh -huh. kutoka maeneo ya Meru, yeah. Unakumbuka yule MCA mwenye halilia? Uh -huh. Baada ya uchaguzi uh -huh. Eh, rafiki yangu sana anaitwa Festus Kithinji, uh -huh. Sema jamani, tuna raha, gavana ni mpya uh -huh. Na huenda hataki yale maombi ya kichwa maana uh -huh. Huenda hata yeye ye akatangaza deputy. Utalia tena wewe

naye hapo leo oi kaema leo, niko nyuma ya huyu jamaa, tuko mbele pamoja. Naitanga, habari za asubuhi. salama lea salama sana, nashukuru mi. Kwa upande wa maombi, najua kuna kitu inaitwa impartation <laughs> ji na Kiswahili lakini, wakati mwingi unapoombewa na mtu mm. akikuwekelea mikono kwa kichwa kile mm. ambacho anacho, anakusambazia ndio kizuri ama kibaya. Na hii nasema hivi maanake nimeiona ni, ni it's calls, mchungaji wetu mkubwa tuseme mm. ako na roho ya ako na roho ya uasherati ni uhalisia. Ilikuwa ni jambo linasemwa na nimekuja kugundua kwamba ni ukweli. Oh yeah? nisemwa lolipo, so nikaenda kuambia mdogo wake kile ambacho ilifanyika, nikidhani kwamba atanisaidia kwa ushauri. yeah. my surprise huyo mdogo wake pasta mdogo naye akaniambia, ah, achana na yeye manake yeye ni. He is the leader, the vision bearer. Yes. Mimi njo kwangu ndio hakuna tatizo eh. So, uh, nikajua kweli yeye eh. Anakuwekelea mikono, kile ambacho ako nacho kama ni kizuri ama ni kibaya, anakuwekelea wewe. Sasa angalia sana unaombewa na nani. mb pepo la usherati iko eee. Eee. ni kama bluetooth fulani inaingia tu jamani, akikushika si yeah. hivi yeah. na kuombee yeah. kama ni msherati unakuwa msherati. Kama wewe ni mchawi, ina connect successfully na wewe yeah. kuwa mchawi hey. Jamani hey. Eh, tunaishi dunia noma, niseme hivi basi jamani hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Ruto njoni akelee mkono <laughs>